Raha ya chumbani, mke na mume, kwanza mume avae khanga na mke avae khanga hiyo, mm. Ndio raha na ndio mm. maana ya kuwa chumbani mke mm. na mume mm. sio wewe umevaa tenge mm. mume kavaa taulo hiyo mm. hakuna maana hiyo mm. raha ya mume na mke ndani, mume avae khanga na mke avae khanga, yaani muepea mm ya mguu wa kulia na, na mguu wa kushoto. Kushoto nyimbo yeah, inaingia kwa, wakati tuwaonyeshe tu, tu, tu. Sasa watazamaji, hii imeandikwa raha ya mapenzi ni maridhiano, raha ya mapenzi ni maridhiano hii hapa mm. kwa hiyo ina maana ya kwamba unachotakiwa kukifanya ni kuridhika ama kuridhia kwa kile ambacho umekutana nacho, hey. kama umemkuta na udhaifu labda, ndio hivyo kimoja chali, basi ridhika, kwa sababu hata iko kimoja chali, yawezekana ukakitumia vizuri na mm. ukaenjoy mm. na maridhiano ni pamoja na wewe mwenyewe kuwa na ruha moja na mumeo. Ukiona na ndoa wamedumu kwa muda mrefu, narudia tena, basi ujue mmoja amejifanya mjinga, sio kwa sababu mumeo ana mdomo na wewe unataka uwe na mdomo, mnashindana. Hakuna garigi kwenye mapenzi, hakuna garigi kwenye ndoa. Ogopa sana kutengeneza ligi kati ya kwako wewe na mumeo. Ligi inavunja ndoa nyingi sana, na ndio maana unaona leo hii wale wenye mdomo ni wengi mtaani kuliko wale wa pole. Uongo kungu? Ni kweli. Haya, tuendelee kwenye hizo nyimbo. Mfano mimi sasa nataka nimfunde mwari wangu hmm. au nimemwekea labda hmm. ano hapo sasa, umeviona hivi vitu hivi hmm hivi vitu hivi nimeletewa na mama kwa ajili yako. Mama kanipa laki tatu, mama kanipa vikombe sita. Mm. Mama kanipa sahani, mama kanipa chupa, kanipa malapa, kanipa kila kitu. Mm. Sasa katika kumfunda mwari, nikumfunda na nyimbo mm -hmm. ni kumfunda kwa vitendo, kwa kumuonyesha na kwa kumwelekeza. Hapo ukileta hapo, sasa wanza. Mama kanambia nitakuwa mwari Mama kanambia nitakuwa mwari, siku ya kukuwacha nipeleka kwa makanda wira ya nawene. Hey, mavene, makanda wira ya nawene, makanda wira ya nawene, waitwa ukalole ndonya, waitwa ukalole ndonya, imekula mache, imekula machi kwa bwana. Usijue ndonya, ukajua ni nini ndonya? hmm. Ni vile vitu vyote alivyoleta mama kwa ajili yako mm. mama kanaambia nitakuwa mwari mm. leo ndo ushakuwa mwari mm. utapelekwa kwa makandawira. Makandawira ndio mimi kungwi lako. Ntakachosema mm. ntakachokuambia mm. ukishike na huko utakakokwenda, uende nacho na ukifika ukakifanyie kazi. kazi sio ukiache hapa hapa. kwa hiyo ukikiacha hapa hapa mm. ukitembea huko utaitwa msungo na ndio maana kwenye sinia mpaka msuwaki upo, na dawa upo, na kiwembe kipo. kwani msuwaki ilikuwa apigi? Kwa nini mwari asije nao kwenye nibegi, lakini umeletwa huo ni mpya. Mm. Kwa hiyo mimi nitakukabidhi msuwaki na nikukabidhi msuwaki na nakwambia kabisa, huu msuwaki huu ukiuangalia, msuwaki wauona wakusafishia meno, lakini msuwaki una maana mm. Huu msuwaki wafananishwa na mume wako. Mm, kukuingilia wewe na kutoka ni sawa na kuutia mdomoni na kuutoa, mm. Kwa maana nzima mswaki mm, wa mwari mwelewa alokwenda kwa kungwi akafundwa, uwezi ukaupiga pale hadharani. Hadharani kila mtu akakoti na barabarani, waonyesha kitu gani? Sasa kwa sababu mswaki kila mtu anawakwake, mm. Lakini sasa wakako kuupiga pale, ambaye kaenda kwa kungwi yule, siko tukajazana magari tele, tuampe angalia, piga mswaki pale <laughs> tayari wewe ni msungu mm wewe umekwenda zako chooni na ndoo yako sijui na taulo yako sijui na nini, kwa nini usiondoke na mswaki wako kabisa ndanao mpaka upige hapo hadharani? Wewe umeletwa kabisa. Ili nikwambie kama mswaki haupigwi hadharani. Ukitaka kupiga mswaki, kapige chooni. Sasa hivi, alhamdulillah, nyumba zina vioo ndani, piga mswaki wako ndani. Ukienda zako chumbani, nenda kavae, ukitoka kila mtu akujue mswaki ule piga saa ngapi hivyo iko hivyo. Haya, jamani, mambo ni mengi, muda ni mchache, mambo ni mengi e, na maswali ni mengi hapa. Tulikuwa kwenye upande wa maswali wa YouTube. Sasa tupate matangazo kwa ufupi, halafu tukirudi tutakuja kuendelea na maswali machache hivi, halafu tuingie kwenye topiki ya leo. Usisahau kusubscribe. Jamani ni kungwe dume alo jomoni mumone, ah, kiboko magome gome ama pensi mapenzi oh.